Bwana Yesu asifiwe. Nina kusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha saa ya faraja katika Kristo. Tunaukaribisha mahali popote unapotutizama na unapotufuatilia na tuna ujumbe mzuri sana wa kukupa nguvu, wa kukurejesha na kukutia moyo. Basi kabla ya ujumbe wa neno la Mungu, tuombe. Mungu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni Tunakusii Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni ukambariki huyu anayetusikiliza na anayesikiliza ujumbe wa neno lako. Atumchilia Roho yako Mtakatifu akauishe ufahamu wake, ili kila tunapokuwa tunatuma ujumbe huu Mungu uende ukabadilishe maisha yake mahali popote alipo ulimwenguni. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu Mtakatifu, tunakurudishia sifa na tunakurudishia utukufu kwa kuwa wewe ni Mungu unayeokoa watu, ni Mungu unayeponya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba ni asante kwa sababu sasa utakwenda kusaidia mtumishi wako na utakwenda kumpa neema na utakwenda kugusa ufahamu wake na usikivu wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. E Baba, naomba uwajalie watoto wako roho ya hekima na mafunuo ya kuelewa kitu Roho Mtakatifu anachosema nao, Amen. Tunaongozwa na neno la Mungu sasa katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya ishirini mstari wa kwanza mpaka wa kumi na kichwa cha somo letu kinasema maombi ya urejesho. maombi ya urejesho, na nitasoma hapo siku hizo Hezekia akaugua. Ni Wafalme wa pili sura ile ya ishirini mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Ukisoma hapo anasema siku hizo Hezekia akaugua akawa katika hatari ya kufa Isaya nabii mwana wa Mosi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa, wala hutapona. Basi Hezekia akajijeuza akauelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana Ikawa kabla ya Isaya hajatoka katika mji wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama ninakuponya, siku tatu utapanda nyumbani kwa Bwana tena, nitazidisha siku zako kiasi cha miaka kumi na tano. Sasa ukisoma kule kwenye Isaya sura ile ya 38 wameeleza zaidi, yaani aliletewa taarifa. Unajua zamani Mungu alikuwa anatumia manabii kusema sana, sasa hivi Mungu anamtumia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Hezekia alikuwa ni mfalme, alipelekewa ujumbe na nabii wa Mungu Isaya kwamba Mungu amesema tengeneza mambo yako, utakufa. Ye aliposikia hizi taarifa akajigeuza, akaelekea ukutani, akaomba na kumsihi Mungu sana, na kumkumbusha Mungu vitu ambavyo aliwahi kufanya katika utawala wake, katika serikali yake, vitu vizuri alivyowahi kufanya. Mungu alivyoona vile vitu, kwa kweli Mungu akakubali kumponya yaani, alimponya saa ile ile. Mungu alijibu saa ile ile, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba Isaya alikuwa njiani, bado hajafika alikokuwa anaenda nyumbani Mneno la Mungu likamjia njiani, likamwambia rudi, ukamwambie nimemponya na nitamuongezea nita, miaka kumi na mingapi? kumi na mitano. Kwa hiyo angalia, Mungu amemponya mtu lakini ame, maombi haya haya yameleta urejesho wa miaka ya kuishi kumi na tano. Mungu ni Mungu anayerejesha majira yaliyopotea. Mungu anayarejesha miaka iliyoliwa, Mungu anairejesha. Na ukisoma neno la Mungu katika Yoeli sura ile ya pili kwenye ule mstari wa 25 anasema, Bwana asema, nitakurudishia nitakurejeshea miaka yako iliyoliwa na tunutu na parare na madumadu na nzige jeshi langu kubwa, mimi nitakurejeshea. Kwa hiyo miaka, kama Mungu anarejesha miaka, maanake anarudisha majira ambayo yalipotea kwenye maisha yako, majira ya kicheko yaliyopotea kwenye maisha yako, majira ya afya njema yaliyopotea kwenye maisha yako. Mungu anakwenda kurudisha, Mungu anakwenda kurudisha majira ya kustawi. Mungu anaenda kurejesha majira ya kibali. Miaka ni mkusanyiko wa masaa wa siku wa wiki na mwezi. Mungu anakwenda kurejesha vyote vilivyoliwa na magonjwa. Mungu wetu anakwenda kurejesha. Omba kama Ezekia. Omba na kumkumbusha Mungu kama Hezekia. Mungu atakurudishia vyote vilivyopotea. Yawezekana ulivamiwa na watu wakakuibia kila kitu chako. Yawezekana ulioa mwanamke ambaye siyo sahihi kwa makosa na akaiba vitu vyako vyote. Sasa Mungu anakwenda kukurejeshea vitu vingine vizuri zaidi. Unajua yale yanayotuumiza sana kiasi cha ya cha kutuua huenda yalichukua nafasi ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Tukubali leo kumwambia Mungu afanye jambo jipya, aturejeshe. Haturejeshe. Na maombi yanayosababisha Mungu arejeshe vitu vyako haraka, ni maombi ya toba, kwa sababu kitabu cha matendo 3:19 kinaeleza kwamba tubuni, mrejee, zipate kuja nyakati nyakati. Ndiyo hiyo miaka ya kuburudisha, miaka ya raha kwako, kwa imeondolewa. Kila kunapokucha kuna kunatokea habari yenye kuhuzunisha habari yenye kuumiza. Ndugu zako wameondoka, labda wamefariki, umebaki mwenyewe au umebaki tu wawili. Unaogopa, ukiumwa kidogo unasema sasa ndio nakufa kama ndugu yangu. Sasa Mungu amesema kwamba atakurejeshea, atakurejeshea miaka yako. Kama wamesema utakufa kesho, hautakufa kwa sababu Mungu atakurejeshea miaka yako ya kuishi, atakurejeshea miaka ya furaha, atakurejeshea miaka ya kicheko, atakurejeshea miaka ya faraja, miaka ya kuinuliwa. Kuna watu wamekata tamaa mahali na wanaponitazama au kunisikiliza wanakata tamaa. Wanasema sijui kama itawezekana tena. Nimeolewa ninaachika, nimeolewa ninaachika. Hao wote walikuwa ni, ni wanaume. Mungu atakuletea mume wako. Unaweza ukasema sasa mimi sina mtoto na kaatu na watoto wa watu. Watoto wa watu pia ni watoto wako. Mungu atakupatia mtoto atakurejeshea uzao. Mbona alimpa Sara katika hali ya uzee? Mungu anaweza kufanya mambo mengi makubwa ambayo mwanadamu hayawezi. Kwa hiyo mahali popote unaponisikiliza, fanya maombi ya urejesho, nyakati za kuburudishwa eh. Mungu ataleta nyakati za kuburudishwa, hmm. Mungu atakurudishia miaka yenye kicheko, miaka yenye furaha, miaka isiyo na majuto, miaka isiyo na maumivu. Mungu atakurejeshea. Iwezekana unapita katika hali ya ukame katika kipindi hiki na unaposikia ujumbe huu wa neno la Mungu unasema, sasa itakuwaje? Mungu anajua kesho yako vizuri. Mungu anajua jinsi ya kukutunza. Mungu anajua kutunza watumishi wake. Mbona alimtunza Eliya katika kile kijito cha Kerithi? Anaweza kukutunza na katika kukutunza kwake, anaweza kukufanyia mlango, anaweza kukufanyia njia. Kuna kitu Mungu atafanya, kuna kitu Mungu ataenda kufanya, na hicho kitu atakachokifanya kitakushangaza sana. Mungu ni Mungu anayerejesha, hmm? Amani ya moyo iliyopotea usitafute, pengine tafuta kwa Yesu, atakurejeshea. Yawezekana kuna mambo yametokea, yamepoteza amani, hauna amani, unasikia kufadhaika, unasikia kuchoka na kutia moyo. Mungu ni Mungu anayerejesha, anarejesha Shetani aliiba afya yako, Mungu anakwenda kukurejeshea afya yako kwa jina la Yesu. Shetani ameiba amani yako, Mungu anaenda kukurejeshea amani yako. Shetani ameiba kibali chako, Mungu anakwenda kukirejesha tena kibali chako. Shetani ameiba utayari wako, Mungu anakurejeshea utayari wako. Ameiba uzao, Mungu anakurejeshea uzao. Mungu amesema yote yanawezekana, yote hayo yanawezekana kwa yeye. Amini, kila amini, yanawezekana liamini neno la Mungu, liamini neno la Mungu kwamba Mungu hasemi uongo. Mungu sio mwanadamu, ikiwa amesema atarejesha, kwa kweli ataenda kurejesha. Na tunataka tukuombe, yawezekana una umeambiwa na daktari ugonjwa huu unaokutesa hautapona, na hapo ulipo umekwisha kukata tamaa. Liamini neno la Mungu kwamba yeye ni Mungu akutuponyaye analituma neno kukuponya. Zaburi ya mia moja na saba mstari wa ishirini na ufunge macho tuombe, nawe maombi mafupi sana ya ushindi, ili Mungu akuponye na akutoe katika hiyo hali na akuletee urejesho wa miaka mingine tena ya kuishi. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu asante kwa ajili ya msikilizaji wetu na mtazamaji wetu mahali popote alipo. Mungu Mtakatifu, tunapeleka toba na rehema kwa ajili yake wewe ni mungu ambaye unasamehe watu maovu yao sana tena kama ungeangalia maovu yetu hakuna mtu ambaye angelisimama lakini mungu katika zaburi ya mia na thelathini umesema kwako kuna msamaha ili uogopwe baba wa mbinguni naomba umsamehe mtumishi wako nasimama kama mtumishi wako na kuhani kuomba toba juu ya mtumishi wako maana mungu ndivyo Samueli alivyowaombea watu katika samueli wa kwanza sura ya saba aliombea mkutano wa israeli mungu kagairi ya sira zako kali tunaomba mungu kamsamehe mtumishi wako anapokusihi katika hali unye ya unyenyekevu akikuomba kwa habari ya afya yake na kwa habari ya kila kilichopotea kwenye maisha yake, Mungu kapate kumtegea sikio lako na kumsikia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natangaza kurejeshewa sasa katika vyote vilivyopotea, ikiwa ni afya yake ikarejeshwe, ikiwa ni uchumi tunarejesha, katika jina la Yesu tunarejesha afya yako, tunarejesha uchumi, tunarejesha amani, tunarejesha uzao, tunarejesha ustawi, tunarejesha ndoa, tunarejesha kila kilichoibiwa. Mali zote zilizochukuliwa na adui, Mungu tunatangaza, tunazirejesha leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yote yanayomuumiza moyoni yakaondoke. Mungu mwenye nguvu kamfari Mungu utaenda kufariji watu wako utakwenda kuwatia watu wako nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naenda kinyume sasa na roho zote za mashaka na kutokuamini. Mungu mwenye nguvu, umesema wale wasioamini wa ni kama wimbi la bahari tu. Tunaweka imani yetu kwako ya kwamba, Mungu nakwenda kubadilisha maisha ya msikilizaji na mtazamaji wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naamini ya kuwa neno lako linilii hai tena lina nguvu tena lina uwezo wa kusafiri na kufikia mtu popote alipo na anaponitizama akafunguliwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunakushukuru na tunakuinua, maana ufalme wako Bwana ni ufalme wa siku zote katika jina la Yesu, nguvu za Roho Mtakatifu sasa zishuke na kumfunika huyu aliye mgonjwa, aliyo hawezi, mahali popote anaponisikiliza na kunitizama, afunguliwe na kuponywa katika jina la Yesu. Mifupa yako irejeshwe katika jina Yesu, damu irejeshwe kwenye mwili wako, uhai wako urejeshwe katika jina la Yesu. Mungu, wewe ulimwambia mtumishi wako Ezekieli katika Ezekieli sura ya 37, kwamba Ezekieli, mifupa hii inaweza ikawa hai? Naye akasema, Bwana, wewe unajua. Na sisi tunajua kabisa, Mungu unajua, unaweza kurejesha uhai Unaweza kurejesha amani, unaweza kurejesha furaha, unaweza kurejesha kibali, unaweza kurejesha huduma, unaweza kufufua vilivyokufa, unaweza kuhuisha, unaweza kuganga, unaweza kushona katika jina la Yesu. Ninapoomba nguvu zako zishuke na kumgusa huyu mtu popote alipo, na akatiwe nguvu na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo wa